Wako wanaokemea hii menendo, huko mnamwona mbaya. Mmoja wenu hapa namjua, sitaki kutaja kwa sababu mkiondoka hapa, mkienda mkapigana, lakini nyie wengine na mjomba wangu humo, unaona yanayofanyika humu ni sawa? Acheni haya mambo, menelewa vizuri. Leo hivi sasa hivi kuna mafuso mawili tumeweka hapo Tunguu, kituo cha polisi. Hao vijana ambao jana walikuwepo hapa, leo sio, wameenda Muyuni, sio kitu gani, kitu gani, wapo hivi sasa hivi, ndivyo sivyo? Jamani wale watendaji wenzangu, Sada, ndivyo sivyo? tumetoka Tunguu, kituo cha polisi. Makamanda wote mkoa wa wilaya wote wapo pale. Je, yeah. jambo lile lingekuja tokea Kikungu na tulikuwa tunatega, lingetokea hapa tungewaanza hapa. Hivi tunazungumza, kuna askari wako Jozani, kuna magari mlioona yameenda Muyuni jioni ya leo, nafikiri mmeona kuna yale ambayo alirudi, ndio yapo pale. Jana ningefanya hivyo, ningekuwa shida, kwa sababu nilikuwa nikamwangalia bwana sheha wangu jamaa wangu, tumelewa na visu aa, tutakuja kwa sababu na eteole nazungumza, kama ushawazungumza wasikuone mbaya, ndo maana anachanganya. Sheha wa Bungi, nyote mpo hapa, acheni vijana. Mila zetu utamaduni wetu desturi zetu, yale yanayofanyika hapa hayakubaliki. Kwa nini mnawafagilia? Kwa nini mnawafurahia? hivi nyie mkesha zaa watoto wa kike mtakuja mta kuridhia wavae vijora nye hmm, wafanye yale wanayofanyika hapa baya zaidi. Huu uwanja uh, wetu umebahatika kuwepo ndani ya kijiji, si uwanja ambao uko porini huko, wa ndani uko kambi ya jeshi huko, kijiji wakitoka hapa, wale vijana wa hapa, watoto wote wanaanza kukopea. Mimi ndugu zangu pale, hamjui kwamba na mimi wa hapa, hamjui, hamjui wewe, hujui we, wanakopea yale. Mimi mzee chungu, tena bwana, ndugu yako ana adabu nini, anavaa uchi sababu kumbe kamwona kijana ambaye bwana Abdullahi aliwasha taa ili acheze. Nimeeleweka vizuri? Acheni huyu sheha, kama nakwambieni mwelewe wakuwepo pale. Sasa hivi tunguu ambao watalala ni mchanganyiko, walioandaa walioalika, waliopiga waliocheza, wanalala pale. Wale madereva wa mafuso yatalala pale, mengine tumemboa tu skoti mpaka madema, si ndio, Rajis? mpaka madema mjomba, acha hiyo tabia. Hatutaki kusikia tena kwamba uwanja huu kuna fuso limetoka, sijui lilikotoka limekuja hapa, eti kuna vijana wa kikungwi ndio wanacheza nao, sijui gemu ya nini, sijui shindanwa nini, sijui mbuzi, sijui jogoo. Mpira tena ilikuwa raha, burudani, starehe, tunakwenda uwanjani leo. Hizi lali tupu, acheni. Jomba, nataka nianze nyumbani huko, nikasema nitakuja kukamata huko. Nimeleka jamani, inauma. Tushacheza ligi tofauti, mashindano tofauti, tukichuana lakini kwa adabu, kwa desturi na taratibu, hasa za michezo. Siku hizi mnafanya nini? Vijana, hayo mnayofanya yote sioni mchezaji bingwa, kipa bora, mfungaji mzuri, sioni, utasikia tu mwandaaji Abdulahi huyu mjomba wangu. Bwana me nafahamu Abdulahi mvuvi. Haya, kwenye mambo haya kaingia wapi? Tukisikia mjomba tunapata tabu, hatukutarajia mjomba awe hivyo kuwakaribisha. naojana walikuwa tukataveta wale, ndivyo sivyo? <laughs> mjomba kwamba tunajua taveta kwa bwana Sheha.